Mke wangu bwana, hapa nilikuwa najiandaa naelekea zangu masjidi kupata raka mbili za shukurani kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa toto zuri, toto lina kipini kimoja, toto jeupe. Mwanzo mwenzako nilikuwa nakaa na tembo mtoto, lakini sasa hivi nakaa na mwanamke anatabasamu muda wote, anafurahi jamani. Kwa hiyo naenda kumshukuru Mungu kwa kunipa hara, toto zuri, toto kali, toto fundi kwenye kupika mpaka kitandani. Asante mme wangu, ha. Sasa mke wangu, kwa nini umetoka nje? Hujataka kukaa ndani kurilaksi kwenye kasiri la Narabuku Bey ufurahie sultana wangu? Mume wangu, nawezaje kukaa ndani nawe uh... huko ndani jamani, majirani huku Narabuku <laughs> napendwa na amjui Acheni roho mbaya njoni kumuone. <laughs> Mda wote mke wangu anataka tundani, tujifungie tutafute watoto <laughs> mke wangu don't worry. Don't kuwa don't cool na disturbance <laughs> Nitarudi, tutakaa tutakandani, tujifungie mpaka utoke wewe. Basi mke wangu, nipe ruhusa yako niende nikapate raka mbili za shukurani ah. Basi sawa, naomba ige nikuwaga <laughs> wow. Wow. No. Okay. Hapa, hapa. <laughs> Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya Rabbi kunipatia mke mwema, mke safi na salama. Mke wangu unaanza kukuombea hapa hapa. Ya Rabbi, ya Jabari ya Razaki ya Shafi, ya Biraramini ya Rabi, nakuomba umjalie mke wangu afya njema, umjalie lenye kila la heri, na umjalie tumbo lake lizae watoto wema, watoto wenye kukuabudu wewe, watoto wenye kufata mafundisho ya mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, watoto wema, watoto wenye kutusikiliza sisi wazazi. Ya Rabi, nakuomba pia umjalie afya tele, afya njema na furaha, na umjalie mwisho mwema mke wangu. A ah, m, -m. <laughs> <laughs> lefu Lefu. Safi na salama. Unapomwomba Mungu mwombe sana na wahi, mke wangu, napata laka mbili na rudi, ila hakikisha haufungi mlango <inaudible> mpaka wakome mpaka wakomaye <inaudible> wambie sisi ao wambie wali pale sisi ao

kusutana na umbe hili genge ni bolo kushirike na kurogana. Ee Narabuku Bey, shem kama shem, nambie ndugu yangu, karibu We kibonge Mayele, nilikuambia kwamba hatujamalizana na haijaisha, mpaka ishe. Nimekuja hapa tumalizane ne yaani. hatujamalizana vipi? mbona sikuelewi ndugu yangu, uelewi? Yaani univunjia adabu mbele ya Sudi na mke wangu na kutuma, alafu unaletea zesheni kwa nini? hmm, kwanza ishi hapo hapo na unipumu, unipumulie chooni na nzi wa kijani wasinifuate hivi Niko mbele ya dada yangu, alafu leo hii unanituma? Aibu! heshima heshima. Alafu kaa ukijua kama mimi ni mjumbe wako. Kuna baadhi ya vitu angalia, usivuke mipaka na mimbwa. Ah. Hmm. Unanichanganya kusema dada yako, mbona mwanamke wangu Msomali mixa mtanga tanga manga mtoto kanyoka. Nyinyi sura zenu zimekaa kama uji wa joni wafu. Nanambia dada yako nanivurugdo, naja kuonge mele ndugu yangu. Kwa hiyo unanitukana kwamba mimi sijafanana na dada yangu? Yaani usichokijua na Narabuku Bey, yule mimi ni mtoto wa mjomba. Hata kama hatujafanana lakini tuchakupa jiko, ka nalo pikia. Hayo mengine hayo hayakuhu. Mm. Usinijibisha hivyo bwana. Wewe Mama Amina ni nini wewe? Mimi huyo. Wewe huyo. Aibu naona mie. Na utaona sana hiyo aibu. Utaona sana. King of blue, king of orange, king of pink orange. Yaani kweli zimu likujualo halikuli likakumaliza. Sasa likikumaliza litakula liki nini baadaye? Si uji. Eh, hey. Sikiliza wewe. Una bahati kwa sababu tayari unashakuwa muamu, <laughs> ushakuwa shemeji. Lakini la si <laughs> hivyo. Ningekufanya vibaya kama ambavyo nimewafanya wenzako, ningeichukua nikondoka nayo. Ah ah, usifanye hivyo. Nakujua vizuri tu na taarifa zako ninazo. Mm, mimi sitaki mambo hayo ya ujinga ujinga. Naelewa kila kitu wewe. Nimekaa tu kimya. Afrodako wewe mablit? Si kwapi. <laughs> Dada yangu tena. Hebu eh, he, unamtaka mapenzi tena? Nimtake? Nimpeleke wapi kenge yule? Mwanamke kanyoka nyoka, kaka kama mwanaume. Nimpeleke wapi shombo, shombo utaila kama ule. Ha, baba. Yaani unachokifanya hujatosheka tu? Unamtaka tena dada yangu. Familia yangu ya kuhusu mimi. Hii ni familia yangu haikuhusu. Baba yangu ulizia ya mimi na vitu vingine, lakini sio ukoo wangu. Achana nao. Mfikishie taarifa zangu, mwambie na yeye nimemsamehe. Eh ila ule mdogo wako wa kiume <laughs> haijaisha bado. Nikimkamata nikimtia kwenye kono langu la nyani nitamfanya <laughs> kitu kibaya. Ah, baba naelewa, najua kila kitu, ndugu yangu, ila nina ombi moja sasa <laughs> hapo. Nazungumza kama shemeji yako, unisikilize na ujue nini namaanisha. Katika lile swala la shamba kule ikulili au kibiti kule ndani ndani, kuna makosa kidogo tuliyafanya tumeuza ile shamba kwa gharama kubwa, lengo na madhumuni tukukabidhi ile fedha, lakini kwa kuwa ushakuwa shemu, nilikuwa naomba unirudishie ile milioni moja. Wait, una penda, eh unapenda, hmm. ah, ah, ah, ah, ah. Kama unaitaka milioni moja njoka nyumbani na dadako. hmm. Eh, matusi hayo sasa, kiendacho kwa mganga akirudi kwenye milioni moja mlioleta nilirudisha chenchi shilingi mia. Nenda kwa Haji masizoni akupatie, yeah. shilingi mia nikaichukua ni kwa Haji Family line na mimi unabisha, unaita zarau, unaita session au ni kwenye session, usifanye taarifa zako nazo, najua kila kitu ambacho umekifanya huko nyuma, yani huko nyuma naelewa, lakini usiyafanye hayo mambo, tumwachie Mungu. Bwana shemeji, unaye mimi hoyo <laughs> na siku hizi watu wananiita Bey. Na wewe kibonge mayele, niite Narabuku Bey. Narabuku Bey, shem kama shem, mm. wewe huyo, hey. Narabuku Bey. Yaani nikipata mashemeji kama hawa watatu, siozeshi tena dada zangu wengine walobaki Bey. Ah, Mungu akuweke, uwekwe wewe baba

Sasa mimi nipo hapa kwenye hii gesti ya kichekwe, lakini cha ajabu hujafika mpenzi wangu mpaka saa hizi, sijajua una shida gani? Hujanipa taarifa yoyote, sielewi <laughs> sawa, mimi naelewa, naelewa kabisa kabisa, kwa maana tulikubaliana jana, lakini jana kwa bahati mbaya nilipata mushkeli au nilipata dharura na Narabuku <laughs> walikuwa naoa bwana kwa hiyo kanigharimu mimi niende kule kwa sababu nilitumika kama mchenga e, na ndio bwana, sijatokea mpenzi wangu. Kwa hilo naomba unisamehe, lakini sio shida. Njoo kaoa e, jana kaoa jana. <laughs> basi njoo sasa, we Jasmini, we mikope Jasmini, we Jasmini

Kuba, babake, vipi? Unaonaje ndoa yako mpya kusemezana? <laughs> za ukweli, ndoa yangu iko vizuri, toto ambalo umenichagulia <laughs> mke ambayo umeniletea mashaallah <laughs> mke kanyoka mke understandable mke yuko clever <laughs> mke ananisikiliza mke ananipenda mke, mke ni naye na natamba naye. Punguza spidi isiyo vinaliwa vya kungu tu alafu vya mwali vinafichwa Yaani unamaanisha nini? Punguza sfidi na wanawake, itulize shingo ya kuku. Kwa hiyo hapa ulipo wewe unanisema unaniambia au unanielekeza, familia na kuelekeza, enjoy ndoa, enjoy life. Nimekusikia, nimekuelewa familia, na hapo umeupiga mwingi. <laughs> e hapo nimekupiga kofi tatu ndugu yangu, <laughs> familia tatu, well. Unashangaa nini au nikutia huku yaani? Ah, ah. Ujasema shakumu sema tu sia, unaogopa nini bwana? Nikikuweka ba ba mara tatu ndugu yangu, shida nini? Basi nimekuelewa familia, nimekoma nitafanyia kazi ushauri wako. Kusutana na umbe hili genge ni kusutana na wala Layu kama Layu, mtoto mwenye shiani zake, mtoto mwenye uzuri wake mjini. Haya, shoga yangu, umepotea, umeadimika, ulikuwa wapi? Shoga yangu, nilienda molo moja hiyo tauni kwenye mbingo zangu, si unanijua tena, mambo yangu ya kutakalika kama unaona. Aaa, haya mwenzetu, mishi gani? Shoga yangu, tunatakiwa tupendezi, tuwe na mwonekano, hata mtu akitokea akiona mchuma. Ikiapa kweli, shoga yangu, ndo kama hivyo miti zangu Mbona kuchunda jamani? Haya, habari za mtaani unazo? Zipu ya hey, hey. Shepu una sula sula una shuga yangu jamani <immen> yeah, yani hata sijui nisemeje. Ha, sinambia ujazipata? hazijakufikia? hmm, kwa uchekaji huo mikope ninavyokujua kuna jambo Haya, niambie jambo gani? maana nina kimuimuku kutaka kulisikia. Nini hicho shoga <laughs> yangu? Yaani kujilamba kote kwa yule baba kumpenda kote kujipetipeti, sijui kumbebisha na ile midevu kaivumilia, kabla shachachandu lile baba sijui lina yaani, kwanza una moyo wewe dada wewe <laughs> baba kaingiza chuma kipya <laughs> kaoa wewe Yani kakata mti kapanda mti, tunasema bandika bandua, upo nyoo? Shoga kujibaraguza koti, kuja urewa wewe. Mungu wangu, dunia simama nishuke. We mikopo ndo kuniambia Narabuku kaoa? Aa, haiwezekani. Ule mzee mimi aniache? Yaani kuondoka kidogo tu kunyuma, kabeba mke? Haiwezekani. Halafu kingine ambacho nachojua mimi, ina maana kama yule mwanamke wa mwanzo kamuacha, Kamuua mwanamke mwingine, mimi hajaniona? Kumbe ulikuwa ujui mikope, kwenye ili, hata siwezi kukubali na siwezi kulinyamazia kimya, aka naenda huko huko kwake gengeni. Yaani amue mwanamke mwingine, mimi hajaniona, kaniacha muda wote. Nipoteze mi muda wangu? Naenda gengeni, shoga yangu, mgua ulali huu gengenihogoangumbuauaihuu zedi alilali mengine, mwenzangu ayanihusu chetu, niondoke zangu mie na ndoa yangu mjini natamba nayo na saji wangu natamba naye, baba rajviri wangu mshiona, na umbo shoge yangu, bye. Uyo kamtaka yule yule, kamkata mara akaenda kwa yule, mbona ni bala aiye? Oh, hakuna mapeza. Hauna dhati ndani ya genge, mbona tonekana hauna pesa mse? Ushiriki na umetawala aiwe si masihari, ukizingu wa mahala, mbona utafunga jasa? Umefanya nini na nani? Aliye kuruhusu ziache nelezako ziote? Unaanza kuleta dharau, unathubutu kutaka kutujua sisi tukoje? Au mamlaka zinazokuzunguka zinataka nini? Wachane nayo. Nani aliyeruhusu kumwacha mkeo aliyekuwa? Wee unajua kabisa kwamba nguvu ulizo nazo zinatokana na mke wako. Wivu, wivu! Haiwezekani, mke wangu mimi anichiti na vitu vya ajabu ajabu, vitoto vidogo vidogo, hata kunyoa makwapa viwezi. Ah, imeniuma nimempiga chini, nimeoa mke mwingine. Wivu. Ivo weivo we mbona wewe ulikuwa na chiti tena unatembea na vitoto vidogo sana, kiasi kwamba inapelekea unamdhalilisha mke wako? Umeumia? Nisikilize, hatuna muda wa kupoteza, na wala hatujawahi kumbembeleza mtu yeyote aliyeingia kwenye chama chetu. Mrudie mke wako Sio kweli kumrudia mke wangu. Aa, sio kweli, mimi sirudiage matapishi. Mke wangu simrudii, nimempa taraka tatu, na aida hata hajakaa nyumbani kwangu, ameenda kukaa kwao. Sitaki, siwezi. Wanawake ni watu muhimu sana, u watu oi, urembo tunao, akili. Mke wako ndio akili iliyokuzunguka